Gazeti Mwananchi Tanzania lenyewe limeandika kuna mafisadi wengi nchini e, haya ni maneno yake Shabibi. Amezungumza akiwa pale e, bungeni jana, anasema wanakula zaidi mm. fedha za umma kuliko inavyodhaniwa. Yuko tayari kuwataja, aigusa TAKUKURU, sekretarieti ya maadili ya viongozi e? Huyu ni mbunge bwana wa jimbo la Gairo kule, amezungumza kwa uzuri kabisa na undani wa taarifa hii utaukuta kwenye ukurasa wa nne. mm. gazeti hili Mwananchi Tanzania eee, uchumi, madhara ya kukaa kimya unapodaiwa haipendezi. Jamani, yani mimi nakudai, afu unadaiwa unakaa una, una una kimya, haipendezi. Ukurasa wa ishirini na tatu utapata undani wa taarifa hii E, mambo matano ajenda elfu mbili thelathini mm. ya NMB ikizinduliwa ni yapi hayo? Ukurasa wa nane utakutana na undani wa taarifa hii. Ni malizi na taarifa hii inasema, hatari kwa, kwa wanaotumia vilainishi wakati wa kujamiiana, ni ukurasa wa tatu mm. ni ukurasa wa tano, gazeti hili mwananchi limeandika utapata undani wa taarifa hiyo. Niweke kando gazeti hilo sawa. E, nikamate gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Wao habari kubwa hapa inasema kwamba Papa Leo aahidi kuiombea Tanzania amani na utulivu mm. Ni baada ya kukutana uso kwa uso na balozi Kombo kule Vatican na kuwasilisha ujumbe wa rais daktari Samia. Habari hii unaipata katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira. Serikali yapiga hatua kubwa miradi ya maji. Moja kwa moja katika ukurasa wa nne unapata undani wa taarifa hii. Pata nakala yako mapema kabisa. Lakini kuna habari hapa ikisema kwamba serikali yaeleza sababu ya kutowalazimisha watoto kuhudumia wazazi. Mm. Serikali imesema haina haja ya kuweka sharti la kisheria linalowalazimisha watoto kuwahudumia wazazi wao wasiojiweza ikieleza kuwa suala hilo tayari linashughulikiwa kupitia misingi ya kifamilia na ya kijamii. Moja kwa moja katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira unapata undani wa taarifa hii. Tanzania yavutia wawekezaji jukwaa Wiki ya eh, Nishati India. He, habari hii moja kwa moja katika ukurasa wa nne unapata undani wa taarifa hii. Katambi jeshi la magereza liwe na mfano Afrika duniani, yaani si Afrika tu mpaka duniani pia mm. He, moja kwa moja katika ukurasa wa pili wa gazeti hili unapata undani wa taarifa hii. Bangu, miaka ishirini ya WSRB fursa kwa wakulima, wavuvi Habari hii moja kwa moja katika ukurasa watatu wa gazeti, la, gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Kisa hiki kinatoa funzo kwa jamii na mfumo mzima wa afya. Ah, mwandishi hapa na mimi pia akaniweka kweli mdomo wazi hapa mm. Kisa hiki kinatoa funzo kwa jamii na mfumo mzima wa afya Ametuka fumbo. Sasa kwa undani wa taarifa hii, nenda katika gazeti lako la Majira ukipata nakala yako e, moja kwa moja katika ukurasa wa kumi unapata undani wa taarifa hii, na nimalize na habari moja inayosema kwamba Kim mipango ya nyuklia itawekwa wazi hivi karibuni mm. katika ukurasa wa kumi na tisa unapata undani wa taarifa hiyo. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika Samia tuma ujumbe kwa Papa leo asema Tanzania inathamini nafasi yake kulinda amani, upendo, utu na umoja. Ukurasa wa saba utapata undani wa taarifa hii. Lakini NSSF TPA waonyesha nia, ujenzi wa njia nane Kibaha kuelekea Morogoro. Ukurasa wa pili, gazeti Habari Leo, uchumi wazidi kuimarika mm mikopo sekta binafsi yaongezeka kwa asilimia 18, mauzo ya dhahabu nje juu ya asilimia 42. Eh, awesu aeleza mikakati gridi ya maji, aita sekta binafsi. Ukurasa wa saba utapata undani wa taarifa hii mm. Eh, lakini aishukuru NMB, ujenzi wa uchumi yapata faida trilioni 1.13 yaingiza serikalini bilioni 670, lakini mchechu aguswa ufanisi, atamani wengine wafanye hivyo. Ukurasa wa pili gazeti habari leo utapata undani wa taarifa hii, lakini wabunge wamsifu Samia kuunda wizara ya vijana, ukurasa wa nne gazeti hili ili habari leo utapata undani wa taarifa hiyo. Bandari za vuna trilioni 1.2 mapato ya forodha, ukurasa wa tatu gazeti habari leo. Gwiji la habari Tanzania naliweka kando gazeti hili kwenye kurasa za kimichezo, ni kamati moja kwa moja. Gazeti la Uhuru Ukweli Daima eh, wao habari kubwa hapa inasema kwamba Babu Tale ataka mapro wafuatiliwe mm -hmm. Kama pro wafuatiliwe mm. Sawa sasa, hii unaipata katika ukurasa wa 24 wa gazeti hili la uhuru kweli daima. Lakini leo simba itacheza na mashujaa fc katika mchezo wa ligi kuu e, sasa mm. pata nakala yako pia, ili uweze kujua manjonjo ya mwandishi anasemaje kuhusiana na hii kocha simba aipania mashujaa He, moja kwa moja katika ukurasa wa 23 unapata undani wa taarifa hii. Kuna nukuu hapa okay. E, ya kocha mkuu wa Simba sti, e, Steve Baker ikisema kwamba malengo yetu msimu huu ni kushinda na kutoa ubingwa pia tunatambua mashujaa wamejipanga kufanya vizuri, sisi tunapambana kupata ushindi na kuwapa fursa mashabiki wetu mm. furaha na kuwapa furaha mashabiki okay. wetu mm. Sasa pata nakala yako ili uweze kujua undani wa taarifa hii, lakini mamia wamzika pita Manyika bwana jana eh, mazishi yalifanyika bwana Naam. Mm -hmm. kwa yule alikuwa eh, kipa wa Yanga na Taifa Stars Peter mm -hmm. Manyika aliweza kustiliwa siku ya jana. Sasa habari hii unaipata katika ukurasa wa 24 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Bondia Kasim Tambo kibao, habari moja kwa moja katika ukurasa wa 21, unapata undani wa taarifa hiyo. Kocha Yanga ni kicheko tu. <laughs> katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili la uhuru ukweli daima unapata undani wa taarifa hiyo. Azam FC TRA United kazi ipo, moja kwa moja katika ukurasa wa 23 unapata undani wa taarifa hii. Nyambui kuwaongoza wanariadha wa kongwe, moja kwa moja katika ukurasa wa 21 unapata undani wa taarifa hii, na nimalize na habari inayosema kwamba tami Abraham arejea Villa moja kwa moja katika kurasa wa 22, eh, unapata undani wa taarifa hii. Huyu ni striker Abraham Tami, eh, Abraham amerejea, Abraham katika kikosi cha Aston Villa okay. kufuatia kukamilika kwa usajili wa dau la pound milioni 18.25 akitokea eh, bes, bes, Besiktas. Basi pata nakala yako okay. Mm.